Changamoto kwenda kuchagua nyimbo wakati wa keki. Nyingine ya tatu au ndio hizo zote mbili? Ya tatu bwana, kwenye namba za simu. Ehe. Hivi mtu upo shughuli kazini. Eh, umemogamoga mm, sira zako pale mwishoni utataka utaje namba. Ndio. Unataja namba kwa niaba ya mabosi ndio, lakini utakuta kuna mijitu inachukua namba zako kwa mambo mengine. Jamani, mimi nipo kikazi. Aha. Jamani wapenzi watazamaji, sio kama nawasema vibaya wanawake wanaume, mwanaume, msichana, mvulana au mkaka, sikilizeni niwambie, jamani, hii ka ya WMC, hii kazi ya UMC sio mradi wa kudanga, sijui tuelewane. Na huu sio mradi wa kujiuza au kuwauza watu, jamani hii ni kazi kama kazi nyingine sana, kama unavyojiona wewe kijana unaenda kubeba zege, kama unavyojiona wewe kijana DJ sijui nani ukameramani hivyo, umenielewa au labda mpishi mwingine, sio na kazi gani, askari polisi si mwanajeshi hivyo, umenielewa hii ni kazi kama kazi nyingine, kwa hiyo tunaomba tuheshimiane.